Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Uh, tunaangazia makala moja maalum iliyochapishwa kwenye tovuti ya Kenya Wantam Notam Movement ama KWM. Naam, ni harakati ambayo inazungumzwa sana sasa hivi yenye msimamo wa kutaka mabadiliko kabisa, na makala yenyewe ya tarehe 13 Julai 2025 ina kichwa hiki: kauli mbiu ya Wantam, mustakabali wa Kenya unaanza na wewe mm. Kichwa chenyewe kina uzito kweli, na chanzo hiki e, kimezua gumzo kwelikweli. Sidhani kama kuna mtu hajaisikia hiyo kauli mbiu ya Wantam. Basi dhamira yetu hapa ni kuchimbua kwa undani mawazo yake makuu. Inamaanisha nini hasa hii Wantam, na inawapima vipi viongozi wa sasa na wale wa zamani? Halafu wito wake kwa kizazi kipya ni upi hasa? Hebu tuifungue pamoja, sawa? Kinachonivutia mimi kwanza kabisa ni jinsi chanzo hiki kinavyotumia kauli mbiu iliyo maarufu tayari. Mm. Yaani, kuwasilisha ujumbe mzito kuhusu mwelekeo wa taifa. Sio jambo ugeni sana kisiasa, lakini hapa nahisi kuna lengo mahususi zaidi. Tuanzie hapo basi. Wengi wetu tunaposikia Wantam tunamfikiria Gachagua moja kwa moja, lakini uh, makala hii inasema tusimame kidogo. Ndiyo, hiyo ndiyo hoja ya msingi kabisa katika chanzo hiki. Inakwambia sawa, kauli mbiu ilianza kwa namna fulani, labda ikimlenga mtu fulani, lakini sasa inabeba uzito mkubwa zaidi. Kulingana na makala, Wantam imekuwa kama ishara ishara ya nini? Ishara ya nguvu iliyo mikononi mwako, wewe msikilizaji. Nguvu yako kama raia kuamua mustakabali wa Kenya. Ni kama wito wa kuwajibika, sio tu kumjadili mtu mmoja. Hasa ni kuhusu wewe kuchukua hatua. Sawa, na kuhusu Gachagua mwenyewe, nilishangaa kidogo na pendekezo la makama. Badala ya kusema alenge Ikulu kama ambavyo wengi wanatarajia, labda upo tu kwenye kushika wadhifa mkuu, a a bali katika kulea na kuongoza kizazi kipya cha viongozi viongozi wenye maono tofauti, labda na hata wanadokeza kitu kuhusu nyumba yake wa Munyoro. Kweli, wanatoa wazo la kufikirisha kwamba sehemu kama hiyo ingeweza kugeuzwa kitovu cha kujadili suluhu za kivitendo mbali na siasa za majukwaani tu. Ni mtazamo tofauti kuhusu legacy, urithi wa kiongozi. Mm-hmm, kabisa. Sawa, baada ya hapo, makala inabadiligia kidogo, inaangazia kwa ukali zaidi kundi inaloliita Old Guard. hapo sasa ndipo lugha inakuwa kali zaidi, inataja majina makubwa Raila, Karua, Kalonzo, Wamawela, Matiangi, Ruto, Gideon Moi, wengi tu na inasema waziwazi wazi: wakati wao wa kuongoza umefika mwisho. Kauli nzito sana hiyo, ni nzito kweli na chanzo kinatumia lugha kali kusema eti kizazi hiki cha wanasiasa kimekuwa madarakani kwa miongo mingi kutoa ahadi zisizotimia, ndiyo, na kuwa sehemu ya mifumo ambayo kulingana na makala ni mibovu. Hoja kuu pale ni kwamba wanawakilisha siasa za zamani zilizopitwa na wakati, hasa, na zinajikita zaidi kwenye maslahi binafsi na ya washirika wao bila kuleta mawazo mapya yanayohitajika. Ni muhimu tukumbuke tena, haya ni maoni na msimamo kama yalivyoandikwa kwenye chanzo tunachojadili. Sisi tunachambua tu. Hakika ni muhimu sana kuweka hilo wazi. Haya, sasa, hapa ndipo mambo yanapamba moto zaidi. Naamini chanzo kinataka kile kinachoitwa radical shift, mabadiliko ya msingi, na kinasema wazi kabisa, matumaini ya Kenya yako kwa kizazi kipya. Na ni aina gani ya uongozi mpya kinautaka hasa? Maana haitosi kusema tu kizazi kipya. Kinachovutia hapa ni picha inayochorwa, sio tu mtu asiye na doa la rushwa au simamizi mbovu wa zamani, ingawa hilo ni muhimu, lakini zaidi ya hapo. Lakini pia kiongozi anayeishi na kufanya kazi karibu na watu, chanzo kinaelezea kiongozi anayeweza kutumia baiskeli au usafiri wa umma. Ah, kweli. Ndio. Anayefanya kazi katikati ya wananchi anatoa ripoti za kila siku kuhusu utendakazi, labda kwenye afya, elimu. Yaani uwajibikaji wa moja kwa moja unaonekana. Hiyo ndiyo picha wanayoijenga, tofauti kubwa na ile iliyozoeleka. Na mwishowe, baada ya uchambuzi huu wote, kuna wito, wito wa moja kwa moja kwako, kwa wewe unayesikiliza kabisa, makala haikuachi tu na uchambuzi, inakuhimiza wewe kuchukua hatua: simama, sema, kuwa sehemu ya mabadiliko. Inaiona hii harakati ya Wantam kama mwanzo wa kitu kikubwa zaidi, kama chemchemi ya mapinduzi katika fikra za uongozi na sera, na pia kitu muhimu, inawaelekeza watu kwenye tovuti maalum. Ipi hiyo? www.wantamnotam.com Inawahimiza watu wafungue akaunti pale waanze kubadilishana mawazo mawazo ya kubadilisha kijiji chako, mji wako, taifa lako. Kwa hiyo hatua za mtu binafsi ndio msingi. Ujumbe mkuu ni huo, mabadiliko haya yataanza na wewe kuchukua hatua. Usisubiri, tembelea www.wantamnotam.com uanze sasa. Basi. Tumepitia mengi kutoka kwenye chanzo hiki. Ni wazi kinatoa mtazamo e, usio wa kawaida na wenye msimamo mkali kuhusu siasa za Kenya. Kwa ufupi, tunaweza kusema hivi: makala inatumia Wantam kama mwito mkubwa. Mwito kwa nani? Kwa raia, mwito wa mabadiliko yanayoongozwa na raia wenyewe. Inawakosoa vikali viongozi wa zamani na inakipa kizazi kipya jukumu zito, jukumu la kuleta uongozi mpya, uongozi wa uwajibikaji, unaojali matokeo halisi na unaweka maslahi ya mwananchi mbele. Huo ndio muhtasari wake, na hili hapa swali la kukuachia wewe msikilizaji, utafakari. Chanzo hiki kimejikita sana kwenye uongozi wa kisiasa wa kitaifa, lakini hizi kanuni nazozisema, uwajibikaji, uwazi, kuwa karibu na watu, zinaweza kutumika vipi kwingineko? Mm, swali zuri. Fikiria mahali pako pa kazi, kwenye jumuiya yako, au hata ndani ya familia. Je, Kanuni hizi zina nafasi gani huko? Zinaweza kuleta tofauti gani? Ni jambo la kutafakari kwa kina. Na kumbuka, kama unataka kushiriki mawazo yako zaidi kuhusu hili na mengineo, ile tovuti ipo www.wantamnotam.com. Fungua akaunti yako, shiriki mawazo yako. Naam, mabadiliko yanaanzia hapo. Asante sana kwa kuungana nasi katika uchambuzi huu wa kina kwenye Kenya Wantam Notam Movement KWM podcast. Asante hadi wakati mwingine.